Umeshawahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanaanza maisha kutoka sifuri, lakini wanakuwa mamilionea, ilhali wengine wanaurithi mali kubwa huishia kufilisika? Leo tutafunua siri kubwa iliyomo kwenye sura ya nane ya kitabu The Millionaire Next Door inayoitwa Jobs, Millionaires vs Heirs, ambapo tutaona tofauti kati ya waliopata utajiri kwa juhudi zao na waliorithi mali bila jasho. Cha kufanya, angalia video hii mpaka mwisho, maana unaweza kugundua kanuni itakayobadilisha namna unavyoona pesa na mafanikio yako. Lakini kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe, like, comments na share hii video kwa rafiki zako ambao unaona wanapaswa kujifunza kitu kama hiki. Sasa ngoja tuingie ndani zaidi. Hebu tuangalie mambo makuu manne ambayo kitabu hiki kinatufundisha, na kila moja kitatufundisha somo muhimu tunaweza kutumia katika maisha yetu. Nitakuonesha hali halisi ya maisha ya kawaida na urithi, ili uone ni kwa nini mafanikio haya si bahati bali matokeo ya tabia na nidhamu. Yafuatayo ni mambo yatakayoelezea ukweli wa kutofanikiwa kwa watu wanaotegemea urithi. Jambo la kwanza Mamilionea wengi wanajitegemea. Watu wengi wanashirikiana na fikra kwamba utajiri huja kwa urithi na hawaoni sababu ya kuanza kuwekeza mapema au kuishi chini ya kipato chao, lakini The Millionaire Next Door inatuonyesha kwamba zaidi ya asilimia 80 ya mamilionea hawakurithi mali yoyote. Walijenga maisha yao kutoka sifuri, waliishi kwa nidhamu, wakaweka akiba kidogo kidogo na walijifunza thamani ya kila shilingi. Fikiria mtu anaishi katika mtaa wa kawaida, akishirikiana na majirani wake wengi wanaotarajia urithi kutoka kwa wazazi wao au bibi zao. Wengi wanashindwa kujiwekea mipango ya kifedha kwa sababu wanategemea pesa ya mtu mwingine. Watu wa aina hii ni ngumu sana kutajirika kwa sababu hawajitafutii wakidhani kwamba urithi upo. Matokeo yake wanakuja kupata urithi wakiwa wameshazeeka. Hawana nguvu tena ya kutafuta zaidi ya kutumia urithi na kuisha bila mafanikio yoyote. Lakini mtu anayejitegemea, hata akianza na shilingi chache, anajenga utajiri wa kweli unaodumu, kwa sababu kila senti anayoitunza na kuwekeza inakuwa jiwe la msingi la uhuru wake wa kifedha. Funzo: usipoteze muda wako kwa kusubiria urithi kutoka kwa wazazi Jitahidi kutafuta za kwako mapema, ilhali ukiwa kijana bila kuogopa. Na haijalishi unapata kiasi gani, jinsi unavyotumia na kuwekeza ndilo linalojenga utajiri wa kweli. Jambo la pili, nidhamu inashinda urithi. Wengi wanaorithi wanaona maisha ni rahisi kwa sababu hawajui uchungu wa huo urithi, jinsi ulivyopatikana, au jinsi ya wazazi walivyopata shida au walivyopambana hadi urithi huo kupatikana. Matokeo yake watatumia bila uchungu na bila kujali, kwa sababu sio wao waliotafuta hizo mali bali ni wazazi wao. Na pia mara nyingi hawana mpangilio wa kifedha. Tunakutana na watu wazima waliorithi mali kubwa, lakini wanatumia haraka bila kuwekeza. Hii yote ni kwa sababu hawaoni uchungu wala hawakunwaga jasho lolote katika kuipata hiyo mali ya urithi. Fikiria mtu anapokea milioni kadhaa kutoka kwa wazazi wake, lakini anaishi bila mpango, hakuweka bajeti, na hatimaye mali inakuwa haidumu. Hali hii ni ya kweli kwa milioni ya watu duniani. Mamilionea waliopambana wenyewe wanajua thamani ya kila shilingi, wanaweka akiba, huwekeza kwa busara na huishi chini ya kipato chao. Funzo, iwe umerithi ama umetafuta mwenyewe kikubwa uwe na nidhamu ya kile ulichokipata. Mfano, ukishapata pesa, fikiria ni jinsi gani pesa ulionayo inaweza zalisha pesa nyingi zaidi. Hii itakusaidia kuliko kuchezea pesa, kwa sababu sio wewe uliotafuta au kwa sababu umezipata kirahisi. Kumbuka, nidhamu ni urithi usiopotea. Mali inaweza kupotea, lakini tabia sahihi ya kifedha inakutajirisha maisha yote. Jambo la tatu, kazi inayokujenga haitaki kuwa maarufu. Wengi wetu tunashinikizwa kufata kazi maarufu au inayoonekana vizuri, kama vile wakurugenzi, wanasiasa au celebrity. Lakini kitabu hiki kinatuonyesha kwamba utajiri halisi haujengwi kwa umaarufu, bali kwa kazi au biashara inayozalisha thamani halisi hata kama watu hawaioni fikiria mtu anayeendesha duka dogo au ni mafundi wa kawaida lakini huwekeza kila kipato kidogo anachokipata baada ya miaka ishirini anakuwa na mali kubwa kuliko mwenzake maarufu ambaye aliishi kwa mtindo na kurithi mali ya wazazi funzo hakuna mafanikio bila kazi watu wengi hutafuta umaarufu wa wao wenyewe kujulikana ila sio kazi au biashara zao kujulikana huku akisahau kwamba umaarufu unakufa. Kwa hiyo kama unataka mafanikio ya kudumu, tafuta kazi au biashara inayokuletea mali halisi, sio kuonekana nayo tu. Jambo la nne: wazazi wenye busara hufundisha kujitegemea. Mtazamo wa kawaida ni kwamba kumpa mtoto gari au pesa ni upendo, lakini matokeo mara nyingi ni kutojua kuwekeza, madeni na kutegemea msaada wa wazazi. Wazazi wa mamilionea hawawapatii watoto wao pesa tu bali huwafundisha kujitegemea kifedha, kupanga bajeti na kuelewa thamani ya kila shilingi. Fikiria familia moja iliyopewa utajiri wa urithi. Watoto wake hawajui jinsi ya kufanya maamuzi ya kifedha. Wengine hufilisika ndani ya miaka michache. Wazazi wengine wanaofundisha nidhamu ya kifedha na mpangilio wa bajeti wanaoandaa watoto wao kuendelea kuwa matajiri bila urithi wote wa wa kwanza. Funzo Wazazi wengi huwaga wanakoseaga sana kwenye hiki kipengele hasa cha matumizi ya pesa kwa watoto. Wengi wanajua kuwapatu hela pindi wanapopatwa na shida au wanapotaka mahitaji, na wanapokosea zaidi ni pale ambapo mchoto akitaja kiasi chochote cha pesa, mzazi bila kuhoji huwa anatoa kiasi hicho hicho alichotajiwa na mtoto. Hilo ni kosa sana, maana mtoto hata kuwa na akili ya kubalance hiyo hela, matoteo yake ataitumia vibaya, akidhani hela ipo mda wote na kiasi chochote nikitaka na nakipata. Kiufupi, ni bora zaidi ya kumfunza mtoto jinsi ya kutumia hela kwa bajeti iliyo nzuri kuliko kumpatia pesa tu bila mafunzo yoyote, maana ujuzi wa kifedha ni urithi bora zaidi kuliko mali. Jambo la tano, mafanikio yanahitaji msingi wa nidhamu. Hali halisi ni kwamba wengi waliorithi pesa hawana msingi wa maadili ya kifedha, na kama wangekuwa na maadili ya kifedha basi wangeshatafuta mali zao wakiwa vijana kuliko kusubiria urithi. Ukweli ni kwamba mtu anaheshimu sana pesa aliyoitafuta mwenyewe isije ikapotea zembe, kwa sababu anajua hali aliyoipitia hadi kupata pesa hiyo. Ndio maana watu wa aina hiyo huwa wana nidhamu ya pesa, ila kwa wale wanaorithi, mara nyingi wanatumia haraka na kuisha mapema, kwa sababu hawajui ugumu wa hiyo mali jinsi ilivyopatikana. Na watu wa aina hii huwa mara baada ya urithi kuisha wanajikuta katika hali ya kukopa bila mpangilio, kwa sababu walitegemea urithi, ila hawakujifunza jinsi ya kutafuta wenyewe. Yaani wamezoea kutafutiwa, ila sio kutafuta wenyewe. Fikiria jirani yako aliyepewa urithi mkubwa, anafurahia maisha kwa kutumia haraka, lakini baada ya miaka michache anajikuta akipoteza kila kitu. Wale waliopambana wenyewe, hata wakiwa na kipato kidogo mwanzo, wanajenga msingi thabiti, nidhamu kuwekeza kwa busara na kuishi chini ya kipato chao kwa sababu wanajua ugumu na jasho iliyowatoka hadi kupata walichonacho. Funzo. Kwa hiyo, kaa ukijua kwamba nidhamu ya fedha huja pale ambapo umeonja taabu na uchungu wa kazi ulioifanya na kupata hiyo fedha. Sasa basi, vitu vya urithi vinafanya baadhi ya watu walio wengi kugweteka na kujisahau cha kufanya jitume wewe mwenyewe kwanza ili angalau ujue jinsi pesa inavyotafutwa. Hii itakusaidia uwe na nidhamu ya fedha, kisha hata baadaye ukipata urithi utaweza kuuendeleza vizuri, maana nidhamu ya pesa unayo. Kumbuka, nidhamu ni msingi wa mafanikio ya kifedha. Mali inaweza kupotea ila tabia bora haipotei. Hayo ndiyo mambo ya kweli matano yanayoeleza ukweli kuhusu mali binafsi na mali ya urithi. Ukweli ni kwamba utajiri wa kweli hauji kwa urithi, unajengwa kwa nidhamu, maamuzi sahihi, na kazi kwa bidii. Kama unataka kuwa millionaire, anza leo, weka bajeti, epuka madeni yasiyo ya lazima na heshimu kila senti unayopata. Usiisubiri fursa hije, ila fursa jenga wewe mwenyewe. Kama unataka kujifunza mambo mengi kama haya, tafadhali hakikisha umesubscribe, like, comment na share video hii ili wengine nao wajifunze siri ya kweli ya utajiri wa kudumu.